Sababu za kupata hedhi mara mbili ndani ya mzunguko mmoja. Kupata damu ya hedhi mara mbili ndani ya mzunguko mmoja ni hali inaweza kusababishwa na sababu mbalimbali. Nitakwambia sababu hizo na namna gani ambavyo unaweza ukaweza kupata msaada wa matibabu. Karibu. Sababu ya kwanza mabadiliko, sababu ya kwanza ni mabadiliko ya homoni. Mzunguko wa hedhi unategemea usawa wa homoni hasa homoni ya ostrojeni na progesterone. Hizi ndizo homoni za uzazi za mwanamke. Ikiwa kuna mabadiliko katika, katika viwango vya homoni hizi mbili za ostrojeni na progesterone, inaweza kusababisha damu kutoka mara mbili ndani ya mzunguko wa hivi mmoja, na hali pia kama vile za syndrome ya ovary na matatizo mengine yanayohusiana ya na homoni yanaweza kuathiri mzunguko wa hedhi. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza ambayo ni mabadiliko katika homoni. Sababu so, ya pili ni maambukizi au magonjwa. Maambukizi katika mfumo wa uzazi yanaweza pia kusababisha kutokwa na damu mara mbili, kwa sababu kuna hali kama zile za pelvic inflammatory disease, yani PID, inaweza pia kuleta dalili hizi au inaweza kusababisha pia kutoka na damu. Lakini pia magonjwa kama vile magonjwa ya fibroids, yaani mivimbe kwenye mfuko wa kizazi, pia inaweza kusababisha kutoka na damu zisizotarajiwa. Kwa hiyo unapotoka na damu ya hedhi halafu baadaye pia kutoka na damu zingine ambazo zisizotarajiwa, so katika siku zingine huenda kama utakuwa na PID, basi huenda pia ikasababishwa na PID. Sababu nyingine ni matumizi ya vidonge vya kudhibiti ujauzito. Vidonge vya kudhibiti ujauzito vinaweza kuathiri mzunguko wa hedhi kwa njia mbalimbali. Wakati mwingine, wanawake wanaweza kutumia vidonge hivi, wanaweza kupata uh, damu mara mbili, kwa sababu ya vidonge vinaweza kubadilisha vile viwango vya homoni hizi mbili za kwambia, mara ya kwanza homoni ya usuji na progesterone. Sababu nyingine ni ni tunasema ni ile hemorrhagia. Yaani, hemorrhagia ni hali ya mwanamke kupata hedhi nzito zaidi kuliko kawaida ambayo inaweza kujumuisha kutokwa na damu mara mbili ndani ya mwezi mmoja wa mzunguko wake wa hedhi, na hii inaweza kuwa kutokana na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi au matatizo ya homoni ya, ya ya homoni za endocrine au hata matumizi ya dawa fulani ambazo zinaweza kuathiri kabisa mzunguko wa hedhi. Kama ni mgeni wa Health Program, yani kwa mara ya kwanza wewe unatazama video hizi na Health Program, basi nakusihi sana subscribe ili tuendelee kuwafikia watu wengi zaidi ndani na nje ya Tanzania, lakini pia unipe hamasa kufanya kazi zaidi. Sababu nyingine ya mwisho ni ni kuchanganya mambo mbalimbali. Sababu za kupata damu ya hedhi mara mbili katika mzunguko wa hedhi mmoja zinaweza pia kujumuishwa au kusababishwa na sababu mbalimbali ambazo zimekaa kwa pamoja. Kwa mfano, mwanamke kuwa na stress sana, kuwa na lishe duni au pia kufanya mazoezi kupita kiasi, yanaweza kuathiri pia mzunguko wa hedhi. Kama ushakupataga story stori fanifani baadhi ya wanawake ambao watakuwa wameenda katika mafunzo ya jeshi huwa wanakuta wanapitia hali kama hizo za kubidi hata, hata kama ikiwa sio katika siku zake za hedhi kutokana tu na ugumu wa mazoezi. Kwa kuhitimisha tu ni kwamba ili kuelewa kwamba je, damu ya hedhi unaipata na kwa mara nyingine tofauti na ile ambayo umezoea katika mzunguko wako wa hedhi ni vyema kufika katika kituo cha afya ili kupata uchunguzi zaidi na matibabu yanayofaa. Yila tena yanaweza kuku, kuku, kukubainishia chanzo cha tatizo na kukupatia kipimo ambacho kinaweza ikawa kikaweza kugundua tatizo la kupata hivi kwa mara nyingine ni nini. See you until next time. Remember that I love you, so stay safe.